Napenda kuwashukuru CRDB kwa, kwa kutuletea viti na meza. Tunawashukuru sana kiukweli CRDB na tunawapenda. Mungu awajalie Mwanzo kiukweli, sisi tulikuwa tuna changamoto ya viti na meza katika kufanya mitihani na kuandika mitihani zetu, tulikuwa tuna changamoto sana. Wengine wanakosea kuandika spelling, kwa mfano wanataka kuandika doctor, anajikuta amekosea kidogo. Hata wasaishaji walikuwa wanapata changamoto kusaisha, wanakuta mtu umepata, lakini anakukosesha kwa sababu mwandiko haueleweki. Kwa hiyo kwa hivi viti na meza, tunaimani tutaandika vizuri na tutafaulu katika masomo yetu. Tutafanya kazi na serikali waora po jakuwako tayari kusongea kupata habari. Kwa hakika huu ni uzalendo mkubwa unaofanywa na benki ya CRDB kwa kurejesha asilimia moja ya faida wanayoipata kwa kutoa vitu mbalimbali mbali kwa jamii, hususan katika sekta ya elimu na afya, kama hili linalofanyika shule ya sekondari Ugansa, wilaya ya Kaliua, mkoa mkoani Tabora. Madawati yalikuwa yanahitajika kwa kina, lakini leo hii benki ya CRDB imeleta huduma hiyo kwa watoto wetu. Tunashukuru sana. Matarajio yetu sasa kwa ujio wa madawati haya, watoto wetu watayakalia kwa matako mawili, watajifunza vizuri, miandiko itakuwa mizuri, hawataandika kama konokono. Kwa hiyo wataandika miandiko yao itakuwa imetulia. Mwanafunzi atapokuwa amekalia kile kiti na ile meza aliyopewa na benki ya CRDB, mwandiko utanyoka vizuri. Kwa hiyo mambo yatakuwa fresh na tunategemea hapa, madokta watatoka hapa hapa, marais, marais watakuwa hapa hapa hapa hata wabunge pia tunataka tupate kutoka katika shule ya Ugansa Sekondari. tangu kuanzishwa kwake, shule hii yenye jumla ya wanafunzi 286 imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa ya upungufu wa viti na meza, hali ambayo kwa sehemu imewafanya wanafunzi hawa kutofurahia masomo yao, na kwa kuona hilo CRDB ikaona ni vyema kuingilia kati na kutoa viti 40 na meza 40 ili kurejesha furaha na matumaini ya kuketi na kujifunza vizuri, kama anavyoeleza meneja wa CRDB kanda ya magharibi, Jumanne wa Ghana. Ugansa sekondari ilikuwa ina mahitaji, kwa hiyo Kaliua imekuwa moja ya halmashauri ambazo tumefika na kuweza kukabidhi samani uh, hizi ambazo mheshimiwa mgeni rasmi na jeradi Gerard Mongela akamkabidhi leo hapo. Kwa wale ambao mnafuatilia vyombo vya habari, kwa Tabora mwaka jana tulifanya hivyo Ulambo fanya hivyo Sikonge, lakini kwa mwaka huu tumeanza na Kaliua, na Kaliua na baadaye tutafanya hivyo Igunga na pale Nzega mjini. Ni jukumu letu kama wadau kwa sababu tunafahamu serikali uh, haiwezi ikatimiza yote kwa wakati. Muda mwingine ya uh, mahitaji ni mengi, lazima wadau wa maendeleo tushiriki na tujumuike pia kutoa support hii. Tunaamini vijana hawa, wanafunzi hawa, madawati haya yataenda kuongeza ufaulu lakini hawa ndio mazolo, meneja wa benki wa baadaye. Hawa ndio wakuu wa wilaya wa baadaye, hata rais wa baadaye. Unaweza ukashangaa anakuja kutoka Ugansa, si ndio? Ukishika karatasi ya mtu aliyeandika amekaa kwenye dawati, mwandiko wake mimi utakuwa mzuri, lakini mwanafunzi atakayeandika labda anajibu mtihani huku amekaa chini au kwenye jiwe, mwandiko unaweza usiwe mzuri. Hivyo basi unaweza ukamkosesha swali kumbe amepata, si ndio? Furaha ikatawala mioyoni mwa wanafunzi hawa na kutoa ahadi zao kwa serikali na sekta binafsi zinazowashika mkono katika kuboresha mazingira ya shule yao. CRDB si Benki wamejua na kutambua matatizo yetu ambayo tunayapata katika hapa shuleni. Vifaa vya samani tutavitunza sana, kwa kuwa wameweza kutupatia. Sio mwisho, wasisite hata kutuletea mara nyingine. Tulikuwa tunakaa darasani tukiwa tumebanana na tunashindwa kuandika vizuri, hata kuelewa kipindi ambapo mwalimu anafundisha. Lakini kwa sasa tutakaa vizuri na, na hatutoweza kubanana na walimu watafundisha vizuri na tutaweza kuelewa katika masomo yetu. Tunaahidi kuwa viti na meza tutavitunza na tutasoma kwa utulivu, tutaweza kufaulu vizuri na kuitangaza shule yetu ya Ugansa. Pia viti na meza tutavitunza, ili wadogo zetu waje waweze kusoma vizuri. Mkuu wa wilaya ya Kaliua Gerard Mongela, anakiri kuwa benki ya CRDB imeendelea kutekeleza kwa vitendo ahadi zake, hivyo inapaswa kuigwa na kuungwa mkono kupitia huduma wanazozitoa. Hivyo kwa ujumla wake, naomba nikutume sasa, umpelekee salamu ambazo hazina mawaa Mkurugenzi wetu bwana ma kwamba tunashukuru sana, na tunaona kwamba si swala la utendaji kazi tunaoona, tunauona uzalendo ndani ndani yake, anafanya vizuri sana. Meneja wetu, endeleeni kututayarishia na kutuletea wakati mtakavyoweza mawaziri wengi wa baadaye, tuleteni madaktari wa baadaye wa kike na waalimu wa kike, kwa sababu wao mara nyingi wanafanya vitu kutoka moyoni zaidi Sio kutoka hapa tu. Jambo ambalo analizungumza mama mara nyingi linatoka ndani kabisa. Niendelee kuwapongeza na niseme nimeshukuru sana kwa CRDB. Lakini na wanafunzi, naomba muende mkatunze hizi rasilimali ambazo tumepewa na ndugu zetu wa CRDB ili ziweze kutusaidia sisi na wadogo zetu wengine, nao wanakuja na wao waje kuzikuta wazitumie. Toronto, Toronto TV, Toronto, Toronto, Toronto TV. Haya yote yataendelea kufanyika kwa ufanisi endapo wananchi wataendelea kuunga mkono CRDB kupitia huduma zake muhimu za kifedha zinazopatikana katika kona mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niombe sana tuvitunze ili wewe unapomaliza form 4 yule form 1 atakaye kuja naye avikute avitumie. Tunaamini akikalia hiyo blandi ya CRDB Eh, na yeye inampa nguvu pia na motisha ya kusoma, lakini pia ombi langu la pili kwa wazazi eh, pamoja na walimu mwendelee uh, kutuunga benki ya CRDB mkono ili ile faida asilimia moja iendelee kuwa kubwa, waka kesho tena tuje sasa, ili tuje inatakiwa wewe wanafunzi fungue akaunti yako CRDB. Kwa hiyo niwaombe muendelee pia kutuchangia kwa maana ya kupata huduma za CRDB eh, kukopa mikopo CRDB, ili mwisho wa siku tuweze kuendelea kufanya mambo ya maendeleo haya